Raisi wa Russia Vladimir Putin amefanya mkutano wa muda mrefu na mjumbe maalum kutoka Ikulu ya Marekani Steve Witkoff siku ya jana Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, katika mkutano huo, wawili hao walijadili masuala yanayohusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine dhidi ya Russia. Hata hivyo, Ikulu ya Kremlin haikutolea taarifa za kina zaidi kuhusiana na yaliyomo kwenye mazungumzo hayo. Witkoff alitembelea Russia Ijumaa na kukutana na Rais Putin huko mjini St. Petersburg. Mkutano huo ulidumu zaidi ya saa nne na maelezo ya mazungumzo hayo yamehifadhiwa kwa siri na Moscow na Washington. Hata hivyo, msemaji wa Ikulu ya Marekani Karoline Leavitt alizungumzia suala hilo mapema siku ya jana wakati wa mkutano na waandishi wa habari ambapo aliulizwa kuhusu madhumuni ya ziara hiyo ya Witkoff nchini Russia. Kwa mujibu wa Leavitt, ziara hiyo ililenga kuwezesha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Marekani na Kremlin kama sehemu ya juhudi pana za kujadili usitishaji wa mapigano na hatimaye kupata makubaliano ya amani kuhusu vita vya Ukraine. Utawala wa Trump unakabiliwa na mgawanyiko mkubwa wa ndani wiki hii baada ya Witkoff kuripoti kupendekeza mpango wa kusitisha kwa mapigano ambao ungetambua udhibiti wa Russia dhu, juu ya maeneo ya mashariki yanayodaiwa na, na Moscow na Kyiv, kwa mujibu wa shirika la Reuters lilikunukuu vyanzo visivyotajwa. Katika mkutano wa na rais Donald Trump iliyopita, Witkoff alidai kuwa kutambua umiliki wa Russia katika mkoa wa Lugansk, Donetsk, Zaporozhye na Kherson ndilo suluhisho la haraka zaidi la kumaliza vita hivyo lakini, Jenerali Keith Kellogg ambaye ni mjumbe wa Trump nchini Ukraine alikataa hoja hiyo akisisitiza kuwa Ukraine haitokubali kukabidhi maeneo yote kwa Russia. Mkutano huo ulimalizika bila uamuzi kwa Trump ambaye ameahidi mara kadhaa kuleta usitishaji wa mapigano hayo kufikia Mei mwaka huu. Baada ya hapo, Witkoff alisafiri hadi Russia Ijumaa kwa mazungumzo na rais Vladimir Putin. Tukio hilo limezidisha mgawanyiko ndani ya utawala Trump wa Trump huku maofisa wa kibishana kuhusu njia bora ya kutatua mzozo huo wa Ukraine. Mbinu ya Witkoff ambayo aliieleza katika mahojiano na Machi na Tucker Carlson imezua taharuki miongoni mwa wabunge wa Republican na washirika wa, wa Marekani. Wao ni wasemaji wa Russia. Witkoff aliwaambia Carlson kuhusu maeneo ya Mashariki, kumekuwa na kura za maoni ambapo wengi wa watu hao wameonyesha kutaka kuwa chini ya utawala wa Russia, amesema Witkoff. Mwisho kwa baadhi ya wa Republican walioripotiwa kuwasiliana na mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio walieleza hofu kuhusu msimamo huo wa Witkoff wakimlaumu kwa kuiga hoja za Russia. Chakula cha jioni kilichofanyika hivi karibuni kati ya Witkoff na mjumbe wa Urussia, Kirill Dmitriev, ambaye hadi hivi karibuni alikuwa chini ya vikwazo vya Marekani, kilizua mzozo zaidi. Kikao hicho kilichopangwa kufanyika nyumbani kwa Witkoff kilihamishiwa ikulu ya Marekani kwa sababu za kiusalama. Licha ya ukosoaji, Witkoff anaunga mkono na anaungwa mkono na Trump na baadhi ya maofisa wa utawala huo, ambapo Wals alimpongeza kwa juhudi zake akitaja uzoefu wake wa kibiashara na juhudi za kidiplomasia ikiwemo kusaidia kuachiwa kwa raia wa Marekani Mark Fogel kutoka Russia. Katika hatua nyingine, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amethibitisha ripoti za awali kuwa Bridget Brink ambaye ni balozi wa Marekani nchini Ukraine ataondoka kwenye wadhifa wake siku za hivi karibuni. Ripoti za vyombo vya habari zilianza kusambaa siku chache zilizopita kuhusu uwezekano wa Brink kuachia nafasi hiyo. Alipoulizwa Alhamisi katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Tammy Bruce alisema balozi Brink amehudumu katika ubalozi wa Ukraine kwa miaka mitatu, katika kipindi cha vita, utendaji wake kipekee. Tutamtakia heri. Aliposukumwa zaidi kuhusu kauli hiyo isiyo na mashaka, Bruce alijibu kwa, balozi huyo anarudi nyumbani ndio. Bado haijawekwa bayana sababu za balozi huyo kujiuzuru. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa wa siasa za kimataifa wameita wa, uamuzi huo wa Trump kujiweka karibu na Russia badala ya Ukraine kuwa ni miongoni mwa sababu za balozi huyo kujiuzuru. Shirika la habari la Reuters lilinukuu li vyanzo visivyotajwa lilidai kuwa Brink anaondoka kwa hiari yake. Aliteuliwa na rais wa zamani Joe Biden na amekuwa balozi mjini Kyiv tangu Mei 2022. Ingawa hakuna taarifa rasmi kuhusu mrithi wake, chanzo kingine kilichohojiwa na Reuters kilisema kuwa Chris Smith ambaye ni naibu katibu msaidizi wa masuala ya Ulaya mashariki na sera katika idara ya Ulaya na Eurasia ni miongoni mwa wazingatiwa kurithi nafasi hiyo Smith aliwahi kuwa naibu mkuu wa ubalozi wa Marekani mjini Kivu kati ya mwaka 2022 hadi 2023. Kujiuzuru kwa Brinki kunatokea wakati ambapo rais Trump na wa Marekani anashiriki kikamilifu katika mazungumzo ya kidiplomasia na Russia katika jitihada za kumaliza mzozo huo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital takusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo kati ya Russia na Ukraine bila kusahau jitihada zinazofanywa na Rais wa Marekani, Donald Trump kumaliza vita hivyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.